Unatizama Pambazuka On Air, ni kukaribisha wewe ambaye unatutizama kutoka sehemu yoyote pale ulipo. Hii ni Pambazuka On Air, mimi naitwa Muslim Alhamdani. Tuna vitu vingi sana vya kuongea, tuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanaendelea ndani ya Pambazuka, na kwa sasa tumeamua rasmi kabisa kukuleteheni na kuweza kupiga stori mbili tatu hapa na pale Niko na mwalimu wangu pembeni yangu. Karibu, karibuni sana katika kipindi hichi cha Pambazuka On Air, na leo tutasikia mengi kuhusiana na vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya hapa mjini Kolon, Ujerumani. Um, anayefahamika kama um, Agnes kwa watu wengine ambao wanakufahamu mm -hmm. uh, wengine wanakufahamu kama mwalimu, kuna wengine wanakufahamu kama mama yetu hemu. Um, tuambie safari yako ya Kiswahili mwanzo kabisa ilikuwaje? Ikawa Kiswahili kimechukua nafasi kubwa sana katika maisha yako? Yeah, kwa kwanza kabisa nijitambulishe, mimi naitwa Agness Bruhwiler au mwalimu au mama mama yetu dada Agness na majina mengi sana. Na kwa kusema kweli, Kiswahili imekuwa sehemu kubwa ya maisha yangu kwa sababu ndio kimenikuza, kimeniunganisha na watu na kimeniheshimisha kote duniani, ndio mm. Nimesoma Kiswahili mm. kama mwanafunzi kuanzia darasa la kwanza mm. mpaka chuo kikuu mm. Ulifundisha Kiswahili Tanzania, Marekani na sasa hivi um, upo Ujerumani chuo kikuu yeah. wewe unajisikiaje nafsi? Ah, mimi ninafurahi sana kwa sababu nimepata nafasi ya kufanya kile kitu ambacho ninakipenda. Ugumu unakuwaje kwa, kwa watu ambao wanatoka nje ya nchi hasa hapa Ujerumani na kuendeleza um, vipaji vyao ambavyo wako navyo. Lakini kwa wewe inaonekana imekuwa rahisi? Ndiyo, kwangu mimi imekuwa rahisi kwa sababu kile kitu ambacho ni cha ndoto yangu, kitu ambacho ninakipenda, ambacho ni Kiswahili kimenipa mimi nafasi. Yani nimejikuta kwamba niko sehemu ambayo naweza kuendeleza. Kile kitu ambacho ninakipenda nafasi imepatikana mm. lakini kunakuta kuna wengine labda ni madaktari mm. na wanapata nafasi za kuja huku waende kufanya kazi kama madaktari mm. lazima waje waanze kufuata taratibu za hapa mm. E, kielimu na kiutendaji mpaka waweze kuwa daktari. Kwa hivyo wao safari yao ni nyingine, lakini mimi safari yangu inakuwa rahisi zaidi kwa sababu tayari nakuta hiyo nafasi inaningoja. Um, um, mwalimu, mimi naomba kujua kitu kimoja, maisha ya chuoni mm. yakoje na hasa ukiwa mwalimu wa Kiswahili kwa sababu ni lugha ngeni kwa watu wengine? Maisha katika chuo kikuu cha Kolon pamoja na vyo vikuu vingine vyote ambavyo nimeshawahi kufanya kazi mm. um, maisha ya kazi na Kiswahili kwa ujumla wake mm, ni maisha mazuri sana kwa sababu mimi kama mwalimu mimi ndio napanga yaani, mimi ni bosi wangu mimi mwenyewe. <laughs> mimi ndio napanga kitu gani ni nifanye, ni, ni nina mtaala wangu wote kuanzia mm. darasa la kwanza mpaka hilo darasa la mazungumzo. Najua kitu gani niandae eh, ni mm -hmm. kitu gani kinawafaa wanafunzi wangu na amna mtu ananikagua, ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo mimi naenda vile ambavyo ninapenda na naenda vile ambavyo wanafunzi wangu wanahitaji. Um, uh, uh, maisha ya, ya Koloni chuoni hmm. kwa miaka mingapi sasa huko pale? kwa sasa nina miaka kumi katika yeah. chuo kikuu cha Koloni. Ndio, kwa, kwa umaarufu wako wa miaka kumi unakutana na wanafunzi wengi sana mta. sana sana nakutana na wanafunzi wa pole <laughs> wanafunzi watukutu, watukutu wanafunzi wenye, wenye ari kutoka mm. moyoni. Maana wanafunzi wote si kwamba wanalazimika kusoma Kiswahili. Ndio, lakini wengi wanapenda kwa nina wanafunzi madaktari ndiyo. nina wanafunzi wanasoma uchumi, nina wanafunzi wanasoma jiografia, anthropolojia, mambo kibao. Um, naomba tuende sehemu nyingine sasa, sio tu um, kwamba wewe ni mwalimu lakini wewe pia ni mwanzilishi wa taasisi ya, ya Pambazuka um, na Pambazuka sasa uh, kumeanza kufundishwa Kiswahili ndiyo. vipi unaweza ku, ku, ku balance time? unafundisha Kiswahili chuoni lakini sasa pia unafundisha Kiswahili kwenye taasisi. Ndiyo. E, kusema kweli, kwanza nianze na taasisi ya Pambazuka yenyewe. Ndiyo kwa wazo la kwanza kabisa ambalo linifanya linisukuma mm -hmm. e, kwamba nikae niwaite wenzangu niwashirikishe wazo langu ilikuwa ni, wa mm -hmm. ni kwamba kuna diaspora ndio watu wenye jamii ya Kiswahili, mm -hmm. wengi, yaani watu ambao wana nasaba za Kiswahili ni wengi mm -hmm. hapa mjini Kolon, lakini shida kubwa moja niliona hawapati fursa ya kujifunza kukaa pamoja, na hasa kufunza watoto wao mm -hmm. lugha za kwao Mm -hmm. Kwa hiyo hapa wana wazazi wengi wanasemesha watoto wao kwa lugha za kigeni. mm -hmm. lugha za kwa mfano Kijerumani, Kiingereza. mm -hmm. Wanasahau kabisa kuwasemesha Kiswahili. Nakuta maneno machache watoto wanaoyajua: nitakuchapa, mm -hmm. nitakufinya, nitakufinya. nitakubamiza. ya kwa hiyo mtoto anakuwa najua yale maneno ya, ya kuchimbwa mkwara tu mm -hmm. ya, kwa hiyo hiyo ndio uhusiano wake na Kiswahili kwa sababu ile ni lugha ya moyoni mm. lugha ya mama ni lugha ya moyoni, ndiyo, ndiyo. kwa hiyo unapokuwa upo katika hali ya kujieleza kihisia mm. utakuta lugha yako ndio inatoka mm. iwe hisia nzuri au hisia mbaya. mm -hmm. Sasa wazazi wanapokuwa wanajazba wana kwa watoto, unakuta sasa ni lugha ya hisia inapanda, ndio maana okay. unakuta mzazi anasema, takupiga, takuchapa, hebu acha mm -hmm. Hata <laughs> kama mtoto maneno mengine yote anamsemesha kwa kidoch lakini sasa nimefikiri kwamba tunaweza kuwa na nafasi bado ya wale watoto na hata wazazi wao kupata nafasi ya kujifunza kwa hivi. Ndio maana wazo la kuja, uh, la kuanza Kiswahili, kwa sababu sio wote wana nafasi ya kuja chuo kikuu mm-hmm. Kwenye hii taasisi wataweza kujifunza utamaduni wao kupitia lugha, kupitia chakula, kukaa na Waswahili wenzao kuzungumza na hata wale Wajerumani ambao wana, wanapenda na unakuta baadhi ya Wajerumani wameshakuwa wenzi wa Watanzania ama Wakenya au popote pale ambapo Kiswahili kina, kinazungumzwa wana, wanaweza kutumia hiyo nafasi vizuri kuja kujifunza. kumekuwa na na, na vyuo vingi hapa nchini Ujerumani ambavyo vinafundishwa uh, vinafundisha Kiswahili uh, tukiachana na chuo kikuu cha Koloni, pale ukienda Berlin pia unaona hmm, wanafundisha Humboldt Kiswahili, ukienda Hamburg kama sikosei pia wanafundisha Kiswahili pale, uh, Bayreuth, pia wanafundisha Kiswahili Leipzig, pia wanafundisha Kiswahili mm. Sasa unaanza kuona kwamba Kiswahili kinakuwa kina kila siku na kinakuwa kwa kasi zaidi. Um, watu waliitikia vipi pale waliposikia, sasa taasisi ya Pambazuka ina, inataka kufundisha Kiswahili au iko tayari sasa kuchukua hatua ya kufundisha Kiswahili? mm. Ah, watu wameitikia vizuri sana watu wengi wamejiandikisha mm -hmm. na sasa hivi mpaka wa leo tumekuwa na madarasa mara mbili mm -hmm. na tunafundisha mara moja tu kwa wiki, Ijumaa mm -hmm. na kila Ijumaa wanajaa, wakubwa kwa watoto mm -hmm. wanajaa madarasani, wanajifunza kwa ari kubwa mm -hmm. wanauliza maswali na wako tayari kabisa kuelewa. Watu wamefurahia, na hata mimi pia ule inanipa msukumo mzuri wa kwamba watu wanakuwepo kozi inatolewa unaitangaza, mm -hmm. Mm -hmm. lakini huwezi kujua watakuja ama hawaji mm -hmm. lakini mm -hmm. Mm -hmm. kwamba wanakuja na wamejitokeza wengi, inanitia mm -hmm. moyo sana. Sa -sa -sa -sa. Um, challenge kubwa um, labda tuseme matatizo makubwa ambayo unakumbana nayo au taasisi nzima ya Pambazuka inakumbana nayo kwenye swala la Kiswahili au kufundisha Kiswahili ni lipi hasa? Kwa sasa hivi changamoto si nyingi ndiyo, lakini ningependa kwamba watu wawe wengi wanaokuja kujifunza Kiswahili, sana sana watoto mm -hmm. kwa sababu watoto ndo lengo kubwa kwamba wasi, wasije wakapoteza utamaduni wao ndiyo, ndiyo. ya utamaduni, lugha pia ni utamaduni mm -hmm. kwa hivyo, wazazi wengi ambao wao wanaweza kuzungumza Kiswahili lakini watoto wao hawawezi, ingefaa wawalete wa, wa kwa wingi kuja kujifunza hiyo ni namba moja mm -hmm. Namba mbili e, tumepata ufadhili kutoka e, manispaa ya jiji la Kolon. Okay. Na katika ufadhili huo tunaweza kufanya, kufanya madarasa mpaka mwezi wa kumi na mbili mm -hmm. kwa mm -hmm. hivyo tunategemea, changamoto ni hiyo kwamba tutakuwa ndio na madarasa ya Kiswahili, kila mtu anafurahia, lakini atakuwa na muda mfupi kwa sababu ufadhili bado sio wa muda mrefu. U, ukiwa ni mwalimu pekee uh, kwa, kwa mkoa huu ambao tuko nao tuko, tuko sijui kama kuna wengine ambao wako neno official kwa Kiswahili nini? mwalimu ni sahihi, rasmi? Uh, mwalimu rasmi ambao wametambulika kiserikali inamaanisha BAKITA, wizara ya ya elimu pale Tanzania hmm, au hapa ubalozi wa Tanzania au na serikali ya ya manispaa ya koloni uh, ukiwa wewe peke yako, kama wewe unahisi kwamba jukumu hili sio zito, ni zito sana ni zito sana, kwa sababu sasa nalazimika ku, ku, ku, ku kuwapa watu na hiyo uh, kazi mm. ya kunisaidia na baadhi ya madarasa Ndiyo. ambao wenyewe wanazungumza tu Kiswahili, lakini hawajui hasa namna ya kukifundisha, hawajui hasa kinaundwaje undwaje, mm. sarufi yake ikoje, mm. semantiki, ah. sintaksia, ehe kwa hiyo inakuwa kazi sana. <laughs> Kiswahili kina mbwembwe nyingi sana, Kiswahili kina mambo mengi sana, si lugha tu unaweza ukazungumza, mm. na ukasema kwamba unaweza kumfundisha mwingine. ah. lazima uizungumze, mm. lakini lazima uijue undani wake. Nimekushuhudia mara mbili tatu ikiwa kuna darasa la Kiswahili kuna chakula pia. Ndio. Na siku moja ukaniambia kwamba, kama unavyoniita mwanao mwanangu, kwenye tamaduni ya Kiswahili chakula ni kitu muhimu. Ni kwa nini mara nyingi inakuwa kwamba lazima kuwe kuna kitu fulani? Ndio, ile ni kuonesha, Waswahili ni watu wakarimu. Okay. Yeah. Kwa unapofundisha lugha unafundisha na utamaduni. Ndiyo ndiyo. Kwa hivyo ukiwa unafundisha utamaduni na mimi ni utamaduni wangu wa Kiswahili, sisi mm -hmm. ni watu wa karimu sana mm -hmm. Kama hujakutana na chai au kahawa barazani <laughs> na <kashata, laughs> ehe eh, basi utakaribishwa hata maandazi na kaimati. Kwa kweli hiyo kwa ni kwa ajili tu ya vitu vidogo vidogo mm -hmm. Lakini utapokaribishwa popote pale na Mswahili wa aina yoyote, ndiyo. chakula ni muhimu, ni muhimu sana. Ya, na chakula ndo namna yetu ya kuonesha mapenzi mm. Namna yetu ya kuonesha ukarimu Ndio. ya, na utu mwema ni utu ni, utu. Mm. Ni, ni namna ya kuonesha utu wetu mi niseme kwamba um, mwalimu nitatumia lugha ya, ya mtaani, utanirekebisha una upiga mwingi. Asante sana. Uh, sijui nye wetu huko Tanzania mtakuwa mmechukulia kwa maana gani, lakini sisi tunafahamu mtu ambaye anaupiga mwingi ni mtu ambaye anafanya vitu vingi kwa wakati mmoja na vitu vinakuwa vinaenda. Yani, haijalishi katika hali gani, mvua jua, baridi, basi vitu lazima vinaenda. Emu, tupe neno moja, kama ungeweza kukielezea kuki, kuki, Kiswahili kwa sentensi moja na maoni yako pia. Ehe, kwa sentensi moja ningeweza kusema Kiswahili ni lugha tamu tamu. Waswahili ni watu wazuri mm, karimu, wenye utu, kwa hiyo kuzungumza <laughs> nao tu, ile, ile ari wewe kutaka kujifunza na kuijua ule utamu wa Kiswahili kana Waswahili karibu Koloni. Ndiye, karibu kwenye madarasa yetu ya Kiswahili na utu, uone utamu wetu uko vipi, sio tu kwenye chakula Ndiye, hata mazungumzo yetu yamejaa, mm, utu na utamu wa pekee sana. <laughs> mimi nikushukuru sana mwalimu, najua una mambo mengi, nakushukuru sana kwa wakati wako, lakini pia nikushukuru wewe ambaye ulu, uko nyumbani uko sehemu yote ulikuwa unaendelea kutufuatilia, tunasema asante sana. Shukrani sana. hii hi ni Pambazuka on air, tukutane tena mara ijayo tunasema